Inshaallah, kwa sababu tunachokitafuta ni haki ya nchi yetu, ni haki ya wananchi wetu. Inshaallah sisi tutaandaa sala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tutaandaa sala Tibirinzi kwa Pemba, tutaandaa sala ya shukurani Mnazi Mmoja kwa Unguja. kwa hivyo Jitayarishe kwa hilo kwa sababu sisi tutakuwa tumeshinda tumeipata haki ya nchi yetu na haki ya ya wananchi wetu. Lakini la pili, ndugu zangu, naomba kwa dhati ni washukuru ni washukuru kwa mahudhurio yenu, ni washukuru kwa mahudhurio wa kwa mahudhurio kwa sababu mahudhurio yenu ni sauti kubwa sana, sauti ambayo mnaiambia dunia. Hapa hakuna mtu ambaye kaja kufata lolote hapa, hakuna aliyeletwa. Kila mtu kaja kwa hiari yake na akitaka anaondoka kwa hiari yake. Hatiliwi uzio, hatiliwi vyuma ili kuzuiwa asiondoke akitaka kuondoka. Lakini mikutano yetu yote watu wanakaa mwanzo mpaka mwisho. Sasa hii ni sauti. Hapa leo tupo Gombani, lakini tuna duniani watu wanafuatilia. Sasa hivi tunavyozungumza walioko Marekani, walioko Canada, walioko Uingereza, Dubai Omani, nchi zote za Skandinavia, popote walipo ndugu zetu wa Kizanzibari, kwa sababu wao matumaini yao ni kwetu sisi. Kwa hivyo mahudhurio yenu, mnawaambia sisi tuliopo nyumbani tuko tayari kuendelea na safari tuko tayari kupambania haki yetu, ndio kauli yetu, ndio sauti yetu, na ndiyo maana ya haya mahudhurio. Na haya msione bwana <laughs> yanawatisha kweli kweli eh, maana mnaona wao ya kuungaunga na nyinyi. Ndugu zangu ni mashahidi, tunafanya mikutano mote Unguja na Pemba, lakini mahudhurio ya watu hata mwahala ambamo hukutegemea ni makubwa. Hii inatuambia kama mnavyotuambia leo, wana wa Wawi, wana wa chake Chake, wana Wapemba, kwamba tuko tayari kwenda kuinusuru nchi yetu, kwenda kuinusuru Zanzibar kwa sababu mwaka huu ni wa kufanya nini? mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar. Baada ya shukurani hizo, ndugu zangu, naomba ni maana salamu ni deni. Najua wengi hapa tumezoea kwenye mikutano yetu kuwa na mwenyekiti wetu wa kamati ya ushindi ndugu Ismail Jusa Ladi pamoja na makamu wake ndugu Mansur Yusuf Himid wamenipa salamu zao, wamenipa salamu niwaletee kwamba leo wamepata udhuru wote, wamepata safari kwa kutengeneza mambo yetu, si safari binafsi, lakini safari za kutengeneza mambo yetu. Kwa hivyo wanaomba radhi, lakini inshallah kesho kiwani watakuweko bwana. Kesho kiwani tutakuwa nao inshallah. Nimetimiza ahadi, au sio? Deni nimeliondoa. Kwa hivyo salamu zao